Rafiki yangu iliki, kuna wakati ambao nimewahi kupitia, wakati ambayo ni migumu sana, na huenda ulimvunja kabisa moyo. Lakini nilikutana na rafiki yangu ambaye alinishawishi kwa sala na maombi. Tukaomba, tukamsihi Mungu na Mungu alinisikia katika ile saa niliyoomba, hali yangu ya maisha ilibadilika lakini pia sio kubadilika tu, nilipata matumaini na nguvu mpya ambayo nifanye niendelee katika safari hii ya maisha. Kwa hiyo, tunapoomba sala zetu zinaumba nguvu ambayo inaunda maisha mapya. Kwa hiyo, tuna wimbo wa vijana hapa katika kanisa la Nihanga. Huenda unaposikiliza katika wimbo huu, unaweza ukapata nguvu mpya kutoka katika wimbo huu. Unaposikiliza utapata matumaini mapya. Hivyo usisahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kukomenti ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu.